<tune> Unaambua Uislamu ndio roho ya ulimwengu mzima, yaani kwenye mji kama Uislamu hauko basi, huo mji ume. Sasa sisi tumepata bahati ni Uislamu. Sasa kuna watu ambao walikwenda nchi za uzunguni huko, katika utafiti wao wakarudi, wanasema kwamba tumekwenda nchi za uzunguni tumekuta tabia za kiislamu lakini waislamu hatuwaoni, na tumekuja hizi nchi za huku kiafrika, tunawakuta waislamu wengi lakini tabia za kiislamu hazionekani. Sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba kumbe wale ambao wengi wao si waislamu ndo wanajipamba kwa yale zile tabia za kiislamu alafu sisi wengi wetu ambao ni waislamu ndo tunaacha kujipamba na tabia za nini za Kiislamu. Sasa huu ni msiba, inna lillahi. Kwa hiyo hii ni neema, tunatakiwa tujipambe na tabia zetu za Kiislamu, ndio itakuwa tumepata matunda yale ya Uislamu. Na ukiangalia Zanzibar yetu hii, asilimia tisini na tisa ni Waislamu. Sasa kwa nini tunakuwa kila siku tunahubiri tuna maadili maadili, na kwa tunashindwa kwa nini? K kwa hapa, kwanza tujitathmini kwa haraka haraka. Kwa hiyo, katika mambo ya kuzingatia katika maadili, jambo la mwanzo katika mitaa yetu ambamo tunakaa mitaani mwetu, tunatakiwa tuchunguzane katika maadili, tuhakikishe kwamba tunashirikiana. Zamani wazee wetu ni mashahidi kwamba ilikuwa jamii inashirikiana kumlea mtoto, lakini sasa imekuwa ulezi wa mtoto kaachiwa yule mzazi tu, kiasi ambacho unaweza kuta majirani kwa majirani wanagombana kisa tu eti watoto wamepigana. Sasa hii kitendo cha kujivutia kila mmoja, wangu, mwanangu, hapa ndo pahala pa mwanzo tukaja tukaharibikiwa katika malezi, hususan katika miji yetu kama hii ya Zanzibar. wa mtoto tushirikiane kumlea kwa pamoja katika mitaa. So huyu wangu, hapana majirani mnagombana, eti watoto tu wamepigana. Wale ni watoto, na mashahidi wazee. Malezi ya zamani, mtoto anaweza kafanya kosa huko akapigwa na mzazi mtaani, akirudi nyumbani akisema fulani kanipiga, anaongezwa. Kweli si kweli, kweli. Leo kwa nini wa kakupiga fulani, unakwenda unafunga kibwebwe? Inatoka wapi hii? Tujirekebishe, tushirikiane kwenye malezi. Hakuna kumhurumia mtoto na ndio inakwenda mpaka kwenye mke na mume ndani ya nyumba, mwisho wanagombana baba na mama, watoto wanaona habari hizi. Zamani ilikuwa hakuna. Tujirekebishe, kama kuna mambo ndani tu kule chumbani, lakini watoto kumbini hawajui kinachoendelea, ndiko tunakotokea. Mbona leo watoto wanajua kama watu wanagombana? Kwa hiyo hapo tujekeni vizuri. Vile vile kuna sehemu za kazi, mtu kama kazi yake ni kondeni au dukani kama ni ofisini ni, ni skuli popote pale, madhani, sehemu yako ya kufanya kazi hakikisha unatoa mchango wako kurekebisha maadili. Wewe uko mashambani, unalima, unakuta watoto wanaingia kwenye vichaka, halafu unasema watajua wenyewe. Hapana, mbona unaingia kule? Sasa hivi muda wa chuoni mbona, muda wa skuli mbona, kule sasa hivi lazima utoe mchango wako, kuna nini kinaendelea. Ni muuza duka unamwona mtoto tena mwingine kaja kunua kitu unampa, hivi anapokea kwa kwa mkono mkono wa wa kushoto, unamwachia tu? Hapana, pokea kwa mkono wa kulia. Ulezi lazima turudi kwenye mfumo wa kushirikiana sehemu za kazi zetu, tujitahidini maofisini. Ndo maana kuja kusikia mtu sijui e, madrasa pengine mwalimu kabaka, maskulini pengine mwalimu kabaka mtoto. Kwa nini? Mashirikiano katika ulezi ni madogo unamwona mtoto kila siku anatumwa na mwalimu, pengine anaenda kusafisha pala fulani. We kwa nini unaona pale usijaji, kwamba kwa nini umbona huyu kila siku kuna nini? Unafanya tafiti, mara kuja kugundua kuna jambo baya la sheria, lakini nasema ndio mwalimu wake, ndio mwalimu wake. Mwisho wa siku, aya, ulicherewa kwa sababu sisi ni wanadamu, tuna nyoyo na nyoyo zinageuka. Kwa hiyo tushirikiane kwenye malezi mpaka sehemu za kazi zetu nazofanya, kiwa mtu unalima chunga maadili huko koliko, vile vile sehemu nyingine ni sehemu ya madaraka tulionayo. Mtu pengine ni sheha wa sehemu au ni mbunge au mwakilishi, kile cheo chako kitumie kurekebisha maadili. Kwa mfano, wananchi wana jambo lao, pengine ni wanyonge hali zao ni nyonge, lakini wamekuita we mheshimiwa, itika basi. Ukitika hata kama hujapata shilingi mia, wale wanaridhika, wanasema alhamdulillah, katuthamini. Ukifika pale, tia neno, mbona vijana wetu siku hizi wanakata panki sana? We si mheshimiwa? neno lako litakuwa zito. Lakini unakuja mheshimiwa pahala unakuta mambo anavurika, utii neno lako. Wakuogopewa ni Allah subhanahu wataala peke yake madhani kuta maadili yanaharibika, tia neno. Mfano, wewe ni mbunge, umealikwa pahala kama kwenye kikao au kama kwenye maulidi, umealikwa we mbunge, ukifika pale tia neno kwenye maadili, jamii itafahamu kwamba kweli tunakosea. Kwa hiyo sehemu zetu za madaraka tuzitumie vizuri, tusio tukaharibu. Swala la pili, swala la adabu na mavazi. Katika mavazi, kwanza sisi wenyeji Tuvae vizuri kama Zanzibar. Kuna wageni wanaingia, watu wa bara tunawaona mara kwa mara wanaingia, si ndio? Wengine wanatoka nje ya bara, Ulaya, wanakuja Zanzibar, lakini tunatakiwa sisi wenyeji tuvae vizuri mavazi yetu, pamoja na kuwahimiza wageni, kwani mgeni mara nyingi humwiga mwenyeji. Sasa hatari imekuja kwamba sisi tunawaiga wale, wale wageni tunawaiga sisi wenyeji vivazi vyetu sisi tunavifahamu, na alhamdulillah tuna neema ya Uislamu. Kwa hiyo tujitahidini kuvaa mavazi yale yaliyokuwa mazuri, lakini katika sala na mavazi vile vile, katika zaidi upande wa wanawake, wasitoke na mavazi ambayo hayajisiri vizuri. Kama siku hizi kumeingia mtindo wa hivi vijora, utakuta mwanamke anatoka masafa na masafa anavaa vijora, kijora chake huyo Si tabia katika malezi yetu kama Wazanzibari, kama Waislamu, si utamaduni wetu. Kwa hiyo tuvae mavazi mazuri, bali tunatakiwa upande wa wanawake waengezee mashungi. Shungi ni vazi ambalo linafunika stara zaidi kuliko kubakia na ile kanga au mitandio tu. Weka shungi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi mwanamke yeyote atekekamilisha stara ya hijabu vizuri basi hata akipita mbele ya wahuni hawamkeri, lakini ukianza kuvaa ovyo, ukipita wana kwanza wewe. Hiyo ni ahadi katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an na maana haipingiki hiyo. Kwa hiyo si kwamba vishungi wao watu wa chuoni tu, hapana. Na sisi watu wazima tunatakiwa tufanyeje? Tuendelee kuvaa mavazi kama hayo yaliokuwa mazuri, au umekosa shungi unavaa angalau mtandio uliokuwa mrefu. Hata kanga, siku hizi kuna kanga kubwa siku hizi tofauti na zamani. Zamani kanga alikuwa ndogo ndogo, lakini sasa hivi kumeingia na kanga, ziko kanga kubwa. Basi vaa kama ile mitandio mikubwa, inakuwa ni mambo mazuri kama hayo. Lakini vile vile, katika swala la mwisho la kumalizia katika mavazi, masala ya kuvaa masuruali, na swala hili tunawaeleza mpaka viongozi wetu wa nchi kwamba kitendo cha kuachia watu wanaotoka nje ya nchi ya Zanzibar wakaja wakavaa mavazi ya masuruali wanawake hii ni kutuharibia utamaduni wetu wa Zanzibar kama tulivyosema. Na wao viongozi wenye madaraka wana nafasi yao kuondosha mambo mabaya, si ndio? Kwa hiyo na wao vile vile wakemee kwamba mavazi haya masuruali ovyo yaachwe, na ikibidi iwe kwa dharura. Mwanamke kuvaa suruali iwe ni kwa dharura, na ivaliwe ndani, ifichwe, isionekane kirahisi. Mazingira yamebadilika Zanzibar, sasa hivi watu wanapanda maboda boda mwanamke anaweza kahitajia pengine aongeze vazi la suruali, lakini si kuvaa suruali alafu ilaonekana unaonekana yule kavaa suruali. Hapana, unavaa ile dharura tu, nikidondoka bahati mbaya pale nimepata ajali, vitu kama hivyo, basi ile ikustiri kwa kule ndani, lakini sio kuvaa misuruali mtu anaonekana hivi. Hiyo ni kuvunja maadili yetu ya Kiislamu lakini pia maadili ya Kizanzibari. Kwa kumalizia, jambo la mwisho ni swala la uigaji wa matendo mabaya na hapa hapa ndo tunaharibikiwa sana. Kwanza katika masuala ya mitindo ya kukata nywele ina kike kiume, kwa sababu wanaonekana wanaume sana wanakata panki sio nini, lakini haishii kwa wanaume tu, hata kwa wanawake. Tem nyingine mitindo ya nywele ambayo inafanywa si mizuri kwao. Tunatakiwa katika masuala ya uwekaji staili za nywele turudi katika taratibu zetu bwana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimkuta kijana kakata panki. Kwa hiyo panki haijaanza leo, tangu enzi za mtume na masahaba ipo. Akamwambia kijana, ima kata zote au acha zote. Nani lugha hiyo, kwa shayelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawambia kijana, usikate nusu nusu ukaacha, hapana, ima kata zote au acha zote. Maana yake ni hapo hain, haikatazwa panki. Hata sisi wengi wetu ni Waislamu, sasa tunafanya utamaduni wa nani? Umeona, si mchezaji wa mpira fulani akata mkato mzuri na mwija? Hapana, kwao. Tushirikiane katika jambo kama hili katika masuala ya mitindo ya nywele kike, kiume, lakini vile vile mitindo ya mavazi wanaume. Katika mavazi vile vile tunahusika, tunavaa nyingine, suruali zinateremshwa mara kwa maskuli kule unakuta walimu wanahangaika watoto wanavaa modo halimbadi. Wanawake siku hizi imekuwa waskuli vile vile, ukiangalia sketi za mibano zinakatwa hivi, yani imekuwa vurugu mechi. Tunatakiwa kwenye mavazi irekebishe, na swala la mitindo ya majina, utakuta mtu anaitwa Baloteli kumbe jina lake anaitwa Muhamed. Sasa hili Baloteli limetokea wapi? Kumbe kamwiga mchezaji fulani, si mwimbaji fulani. Una jina zuri umepewa. Kwa hiyo, hapa kwenye majina tujirekebishe, na haki ya mtoto kutoka kwa mzazi amwite jina zuri. Mwanangu nimemzaa, nimemwita Muhammad, nimemwita Ali, nimemwita Bakari, leo kuja kusikia anaitwa Ronaldo. Nado wenzetu esa, hii nado imetoka hapi? Na wewe una jina zuri, umepewa na nani? Na mzazi wako. Kwa hiyo tujirekebishe kwenye majina. Vile vile mtoto aitwe kwa jina lake alilopewa la kuzaliwa, sio aitwe baba au mama au jina la umaarufu. Utamwona mtu mwanawe anamwita kaka, njo ni mwanawe huyo anamwita kaka. Hapana, lile jina lo lomwite lipomzaa mwite lile lile, wahalii njo Juma njo, sio baba njo, baba njo hapana mama. Tuwache haya, na wazee tunafanya haya Utamzaa mwanao kwa vile mwanao umemwita jina la kakaako, kaka yako basi unamwita kaka hapana, lelomwita lile mwita lile lile, juma njoo, asha njoo, namna hiyo. Kwa hiyo haya mambo yako mengi, lakini muda wetu ni mchache, lakini watu wenye akili wanasema khairul kalami ma qalla wa dalla, uzuri wa maneno bwana yawe kidogo, lakini yawe yanaingia kwenye akili. Kwa hiyo sisi hapa tunaweza tukazungumza mpaka kiza kikaingia, lakini kumbe ikawa yaingia huko na kutoka huko. Kwa hiyo haya kidogo nilizozungumza haya, naomba sana yakae bitu kwenye vichwa vyetu, halafu tukafanyie kazi. Sasa hapo kwenda kufanya kazi ndio shughuli. Tumeambiwa hivi na hivi inafanywa kazi. Sasa kuja huku sasa, Jukumaza kuja huku tukaelimishana, tukakuwa na faida gani hapo? Hakuna faida. Kwa hiyo hayo mambo tuyazingatia sana na viongozi, kuna vitu tutavieleza baadaye, lakini natoa tu kimuktasar kwamba sisi, kawaida, huwa tuna taratibu za kamati za wazee kujadili mambo kwenye jamii yetu, kwa sababu kuna mambo kwenye jamii yanakuwa yanatokezea, lakini sisi pengine tunatoka mjini hatuyajui. Kwa hiyo wazee, ikiwa tunakaa kwa tuna pamoja, tunapata kushauriana kwa jambo fulani, tunasaidiana mawazo, lakini vile vile sisi tuna utaratibu wa kuchukua fomu mtu kujiunga kwenye jumuiya. Kwa hiyo ukiachia mbali hiyo, mtu anaweza akajiunga kwenye jumuiya na akapata fursa nyingine, akaja mjini kwenye makao makuu yetu kule, ikawa na shiriki kwenye vile vikao. Alafu vile vile la mwisho la kumalizia kabisa hilo, tuna mfumo jukumaza wa madrasa za Jukumaza, na hili tuliliunda vizuri kwa sababu tumegundua kwamba madrasa zetu wa Zanzibar tunazipeleka kilokali. Kizamani, zamani. Sasa hivi mfumo ishabadilika jamani, ile masala kukaa mwalimu na bakora tusoma bismillahi rahmani rahim ila, ile sasa hivi mfumo umebadilika. Watoto wanakaa madrasa, wanatakiwa shughulikiwe vizuri, ili wapate elimu iliyokuwa nzuri kwao. Tuna umoja wa vyuo vyetu kama Jukumaza, huwa tunashirikiana, tunafanya mitihani kila mwaka, tunatoa matokeo, na mwalimu tukimgundua kama ana udhaifu kwenye masomo fulani Jitihada tunafanya jitihada kumpelekea mwalimu asaidiwe. Kwa hiyo tunafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa ufupi, maelezo mengine tutakaa zaidi kuzungumza na wenzetu hao na wale ambao tumekuja kushirikiana huku, lakini kiufupi, inshallah tukieni hapo kuzingatia na kufanyia kazi hilo jambo la kipaumbele inshallah. Mwenyezi Mungu atufanyie pesi, atubadilishe tabia zetu ziwe nzuri, atujalie, atuingize peponi katika pepo ya dunia na akhera inshallah. Assalamu alaikum alekum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum. Waze nazani waheshimiwa wameshamaliza maneno, mimi kuzungumza mingine naona kama nitakuwa maanake na akali ya juu yale Koyo. Nisamehe, kwa hiyo nimewaomba wanisamehe ili nikazie kidogo neno la mwisho. Mheshimiwa amesema kwamba tuna tabia ya kutoa taaluma, tuna walimu na kila walimu ana taaluma yao tayari. Kwa hiyo kuna walimu hawawezi kuwafahamisha wazee kama wewe, lakini tuna walimu ambao wanao uwezo wa kusimamia na kufahamisha mzee kama wewe. Kwa jina anaitwa Faisal Abbasi, na mimi ni miongoni mwa mwanachama, mimi ni katibu katika jumuiya yangu. Mimi nimekuja na zawadi kwenu. Kuna kitu kinaitwa maisha. Maisha ni vile ambavyo utakavyoyatafsiri wewe, vile utakavyoyatafsiri maisha. Ndiyo maana na sasa hivi walimu wa maisha wamekuwa wale ambao si walimu, hao ndio walimu wa sasa hivi. Na ukitaka kuamini hili, mtizame mwanao, utakapomkanya jambo, achana na maisha yangu, ndo neno analokupa mtoto. Maanake yeye kashayajua maisha kuliko wewe, we mzee, ule mzaa lakini maisha kwanza, tuelewe maisha ni harama, tumieni harama, haramikeni ili tufikie katika maisha Tay. Lakini msisahau kwamba maisha ni mchezo, vile utakavyoyatengeneza katika maisha yako kimchezo, mchezo yatacheza na wewe maisha. Msisahau kwamba maisha ni uhalisia, ukiyaektia maisha maanake unajiektia wewe na maisha yako tayari, tukitengenezewa mazingira na wewe tusikujue uhalisia wako, huyo ni wewe. Lakini ukiishi kiuhalisia, tutajua kwamba wewe ni fulani. Hayo ni maisha, kile kiswahili cha kwamba mesa kinjulikane ni nani, huyo ni maisha yake. Tuzingatie mambo matatu. Jambo la kwanza, hatuwezi kufanikiwa kama hatujafanya jambo kwa muda sahihi vijana yani, hatuwezi kuzingatia. Hatuwezi kufanikiwa kama hatujazingatia muda sahihi, dada zangu, muda sahihi. Lakini pia hatuwezi kufanikiwa bila ya kujua mahala sahihi. Lakini pia hatuwezi kufanikiwa kama tutakuwa hatujafanya usahihi wa jambo haya yaliyozungumzwa. Huu ndio muda wake wazee, sasa hivi nyinyi ndio wenye jukumu. Kilimo uti wa mgongo, lakini bila ya elimu kilimo kinakuua. Kilimo ni uti wa mgongo, lakini bila ya elimu kinakuua. Tuangalieni hazina tulizoziacha. Wazee sasa hivi tumeshafika makamu ambayo ni waumwa kukamata watu, maana yake sisi tumeshaharibu wakati uliokuwa sahihi. Tukishindwa kuwakamata watoto kama hivi vijana kama hivi, hatuji kuwapata wanapokuwa wakubwa. Lazima tujue, tukishindwa kuwakamata sasa hivi, tukamkamata Hamisi, kamata mlango huu wewe kazi yako kufungua mlango wa msikiti. Tukishindwa kumpata huyo hanisi siku hiyo, tusitegemee baada ya miezi mitano, mwaka mmoja, awe yeye ndo mshika fungua msikiti. Tukishindwa dada, kukupa wadhifa katika kijiji chako cha kuweza kuwaelimisha watu fulani katika wanawake wenzio, hatukutegemei kuwa wewe ni mtu mzuri wa kutoa elimu. Tusameheane wazee, sasa hivi kuna kungwi watoto